Yes, mwana sawa sawa digital, masuala mazima ya machafuko ya kule Kongo yalikuwa yanaendelea, lakini pia kuna ma solution nyingi ambazo zimeweza kufanyika, lakini eh, mji wa Goma na vitu vingine vikawa vinatokea kinoma noma. Sasa niko na taarifa nyingine kuhusiana na masuala mazima ya M23 ambayo yanatokea huko Kongo. Sasa Kongo na M2, M, M23 wa, eh, wa, wa, wakubaliana au unaweza kusema wameweza kukubaliana kusitisha mapigano kwa nadra katika harakati za amani. Sasa, katika na kundi la waasi la M23 wamekubaliana kusitisha mapigano baada ya mazungumzo ya amani yenye mvutano mkubwa yaliyofanyika Doha, Qatar yakitoa mwangaza na, na wa matumaini katika moja ya migogoro ya muda mrefu zaidi barani Afrika. U, eh, lakini pia usitishaji huo wa mapigano unafuatiwa kuibuka upya kwa machafuko makubwa ambayo alikuwa ameshika kasi tangu Januari na kusababisha maelfu ya vifo na kuweza kuthibitisha kwa miji muhimu ya mashariki mwa Kongo na wapigaji wa M23 sasa wakazi wengi wa eneo hilo. Eh, usitishaji huu wa mapigano hayo na ni mapumziko ya kwanza halisi baada ya miezi ya hofu na kuhama makazi. Sasa upatanishi wa Qatar, eh, uliweze, eh, uliwezesha makubaliano haya, ikiwemo makubaliano ya kuweza kushtukiza kati, eh, kati ya rais wa Kongo Felix eh, Sheke, eh, Shekedi, lakini pia na rais wa Rwanda Paul Kagame. Rwanda inatumiwa kuunga mkono M23 kwa kuwapatanisha silaha kwa kuwapa kwa kuwapatia silaha kwa kuweza kufanya vita hivyo na machafuko kuweza kuendelea na wanajeshi, ingawa inakanusha tuhuma hizo kwamba wao hawahusiki kabisa. Usitishaji huu na mapigano haya unatarajiwa kudumu hadi duru inayofuata ya mazungumzo ya amani, so na vitu vingine vitakuwa sawa kama mara baada ya, ya machafuko haya kuweza kutulia basi mapigano hayo hayatakuwepo kabisa kutokea kule e, nchini Kongo. So watu wengi najua watakuwa wamefurahi, lakini pia wanafurahishwa na situation hii ambayo inakwenda kutokea, kwa sababu machafuko haya yakiachwa au machafuko haya yasipoendelea yatasababisha Kongo kuwa na amani na amani kabisa. Na sisi kama sawa sawa digital tuko hapa kupa updates, lakini pia taarifa nyingi zaidi zinakuwa zinatokea ambazo unakuwa unashindwa kuzipata, basi sisi tuko tunakupatia kwa ready na kwa wepesi zaidi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kama sawa sawa digital.